E, bwana mambo vipi? Mimi ni Ghari Mzinga na leo tunakutana katika jukwaa hili kwa ajili ya kwenda kuwaangalia nyota wawili ambao wamekuja kuongeza ubora mkubwa katika klabu hizi za Kariakoo kwa maana ya timu vioo katika kandanda la Tanzania, Simba na Yanga, na ndio timu ambazo zimekuwa zikituwakilisha vizuri sana hata katika anga la kimataifa na kutufanya ligi ya Tanzania kuwa na thamani ya aina yake. Sasa timu hizi mbili miongoni mwa nyota ambao wamekuja kuongeza thamani na kuzifanya kuwa hodari ndani na nje ya mipaka ya, ya, ya, ya Tanzania, basi ni viungo hawa wawili ambao tunakwenda kuwaangalia. Kiungo mmoja ni Khalid Aucho dokta kutoka kikosi cha Young Africans, huyu ni raia wa Uganda, na kiungo mwingine ni Fabrice Luamba Ngoma kutoka Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, naye ni kiungo ambaye anakipiga kwenye klabu ya Wekundu wa Msimba za Simba. Sasa nyota hawa wawili wote wanafanana umri, wote wana miaka thelathini na moja na ni nyota ambao wamekuwa na ubora mkubwa kwenye vikosi vyao. Utofauti unatofautiana kidogo tu kwa maana ya nafasi wanazozicheza. Khalid Aucho ni pure defensive midfielder, ni kiungo wa chini, kiungo wa ukabaji au nambari sita. Wakati huo, Fabrice Silwa Mbangoma ni kiungo wa kushambulia, ni nambari nane lakini Uh, nyakati kadhaa amekuwa akitumika kama nambari sita. Sasa tunakwenda kuangalia viungo hao wawili, alafu utakuja kuweka majibu, yupi ni bora zaidi. Na hapa tunakwenda kuangalia wasifu wao, safari ya walipotoka mpaka hapa wakati huu tunapozungumza. Je, yupi ni bora zaidi? Twende tukaangalie wasifu kabla ya walipofika hapa walipo leo. Na kwa kwanza tuanze na Khalid Aucho kwa sababu uh, Khalid Aucho Alitangulia kuwa uh, Khalid Aucho alitangulia kujulikana kabla ya Fabrice Ngoma kujulikana, lakini uh, kutambulishwa katika ligi, kucheza ligi kuu ya taifa lake, Khalid Aucho alikuwa mbele kuliko Fabrice Ngoma Luamba. Sasa uh, Khalid Aucho uh, ni nyota raia wa Uganda kama ambavyo tumezungumza, lakini uh, ndani ya taifa la Uganda hakubahatika kucheza zile timu kubwa au niseme zile timu kubwa za Uganda hazikubahatika kuwa na Khalid Aucho. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ya wasifu wa Khalid. Miongoni mwa timu kubwa za soka la Uganda ni Sports Club Villa, Express, KCCR, Polisi, Vipers, URA. Hizo ndo timu kubwa ndani ya kandanda la Uganda na Aucho hakupita hata klabu moja katika hizo ambazo nimeziorodhesha hapa sasa aucho ametokea kwenye klabu moja ndogo tu pale uganda inaitwa simba simba Football Club. sasa aucho anatokea eneo linaitwa jinja jinja linapatikana huko katika ziwa victoria yes almost uh, mashariki, kusini mashariki mwa, mwa, mwa uganda Ile eneo la jinja ndiko ambako uh, khalid aucho amezaliwa na ndio maana anaitwa Jinja maestro kama jina la utani kwa sababu ya kutokea eneo la Jinja. Sasa hii timu ya simba inatokea eneo linaitwa lugazi lugazi. Sasa lugazi na Jinja ni mwendo wa dakika arobaini mpaka hamsini umefika kwa basi uh, so ni, maen ni, ni eneo la karibu kabisa, ni eneo ambalo uh, almost ni kama eneo moja sasa Khalid Aucho yeye alitambulishwa katika ligi kuu ya Uganda akiwa na kikosi cha simba Football Club kutoka Lugazi. Um, baada ya kuonesha kiwango kizuri akiwa na kikosi hiki, klabu mbalimbali za Uganda zilimhitaji. Klabu ambayo ilikuwa inaongoza kuhusishwa nayo ilikuwa ni URA, lakini hakuenda huko. Alivyotoka Lugazi moja kwa moja akachukuliwa na kikosi cha Tusker ya Kenya, Tusker ya Kenya Nairobi. Sasa hapa ndani ya kikosi cha Taska hakukuwa na mafanikio makubwa ya kutosha akiwa na kikosi hiki, na yeye uwezo wake ambao alikuwa ameuonesha wakati yuko hapa ndio uliowavutia klabu kadha wa kadha. Klabu ambayo alikuwa akihusishwa nayo moja kwa moja na iliyopotiwa baadhi ya, ya, ya uh, vyombo vya, vya habari ilikuwa ni Sofapaka, batoto ba Mungu, lakini alitoka uh, kwenye kikosi cha Taska akaenda kujiunga na Gor Mahia Kogalo wanajita hivyo, Gor Mahia. Wakati anatoka Taska alikuwa chini ya kocha Robert Matano, huyu kocha ambaye kwa sasa anakinua kikosi cha Fountain Gate cha hapa Tanzania, ametoka Taska akaenda kujiunga na Kogalo Gor Mahia. Ilikuwa ni msimu wa mwaka elfu mbili kumi na tano alipofika kwenye kikosi cha Gor. Gor hii ya elfu mbili kumi na tano ilikuwa ni Gor ya moto kwelikweli. Khalid Aucho alikuwa pale katika dimba la chini, Mustafa Shakava yuko kule juu, Jaja Walusimbi alikuwa anapiga full back moja kule juu, walikuwa na Michael, uh, Michael Olunga, walikuwa na Medi Kagere. Hiyo ilikuwa ni Gor iliyoshiba kwelikweli, na ndio Gor ambayo ilichukua ubingwa wa ligi kuu ya Kenya mwaka elfu mbili kumi na tano unbeaten, unbeaten, hawakupoteza mchezo hata mmoja na baadaye wakacheza fainali ya Sekafa Kagame Cup, ilikuwa uwanja wa Benjamin Mkapa hapa, dhidi ya Azam FC na walipoteza ule mchezo. Azam wakawa mabingwa wa Sekafa na Gor, uh, shughuri yao ikawa imeishia hapo. Sasa ni kama uh, Aucho huu msimu kwa kweli ilifanya vizuri hii Gor Mahia, ilikuwa kama sababu ya nyota wengi kuondoka kwenye kikosi cha Gor. Miongoni mwa nyota ambao aliondoka ilikuwa ni pamoja na Michael Olunga, aliondoka kwenye timu hiyo lakini uh, uh, Khalid Aucho pia naye akaondoka, alienda Afrika Kusini kwenye kikosi cha, cha Baroka. Baada ya hapo uh, Jinja Maestro Khalid Aucho, wakati yupo Kenya, unajua Kenya Khalid Aucho licha kucheza muda mfupi, lakini ni eneo ambalo aliimbwa kwelikweli, kutokana na ubora ambao aliuonesha kwenye vikosi hivi viwili, kwa maana ya Taska pamoja na Gormahia, alikuwa akifananishwa kabisa na Victor Wanyama, yaani Wakenya wenyewe walikuwa wanaamini, hususani mashabiki wa Gor walikuwa wanaamini Khalid Aucho ni bora kuliko Victor Wanyama. Wakati huo Victor Wanyama anacheza klabu ya Southampton ya pale nchini England, kwa hiyo ilikuwa ni battle kati ya Aucho, Aucho dhidi ya Wanyama, na ilivyo bahati kwa upande wa Aucho. Uh, mwaka elfu mbili kumi na sita katika mechi ya kirafiki yani Uganda na Kenya walikutana katika mchezo wa kirafiki uh. Uganda alikuwa Khalid Aucho ndio namba sita yao, Hassan Massa alikuwa ndio captain, lakini uh, Khalid Aucho alikuwa katika dimba la chini. Sasa kabla ya kukuambia kilitokea kitu gani, Aucho uh, alikuwa anacheza katika dimba la chini, dimba ambalo wengi tutakuwa tunamfahamu Tony Maweje. Tony Maweje ni moja ya viungo bora kabisa. Na kwenye prime yake kuna watu wanaamini kwamba alikuwa bora zaidi kulinganisha na Khalid Aucho. Yaani Tom Maweje ni mchezaji mkubwa kwa profile ya uchezaji katika pitch ukilinganisha na Khalid Aucho. Lakini Tom Maweje 2016 alikuwa kama tayari ameshaanza kupungua makali kwa sababu ni nyota ambaye ametamba muda mrefu na kikosi cha URA. Sasa Aucho ilikuwa amemweka benchi Tony Maweje alafu kwenye dimba la chini ameanza yeye alafu Victor Wanyama ameanza katika dimba la chini la Kenya hiyo mechi ilipigwa Nelson Mandela pale Uganda waulize Uganda watakusimulia waulize Waganda watakupa kumbukumbu hii mechi Aucho alimgaragaza vibaya sana Victor Wanyama uh, na hii mechi zilitembea kuna baadhi ya picha zilikuwa zinatembea namna ambavyo Victor Wanyama alikuwa akinyanyaswa na Khalid Aucho sasa hiyo ni bato ambayo uh, ilitokea baada ya Wakenya kumfananisha sana Aucho na Wanyama wakidai, kwa wengine wanadai kwamba Aucho ni bora kuliko Wanyama, ikaja kutokea sasa baada ya kutokea athari zake ndo zikawa hivyo. Sasa mimi siwezi ku comment sana of course, uh, kwa sababu Wanyama ni ni tunasema top flight of the world, amecheza katika daraja la mwisho kabisa la la soka katika uh, ulimwengu huu kwa maana kucheza ligi kuu ya England, Victor Wanyama amecheza. Lakini wa, wale ambao wanasema Aucho alikuwa bora kuliko Wanyama ni comment zao, ni opinion zao zinabakia kama zilivyo, lakini heshima uh, ya Wanyama itaendelea kusalia pale pale, na watu walikuwa wanaamini tu labda Wanyama alikuwa na bahati kwenda kule uh, na Aucho pia angeweza kufanya kile ambacho Wanyama alikuwa amekifanya. Baada ya hapo maisha ya Khalid Aucho yalikuwa marefu, alienda mpaka Europe kucheza kwenye kikosi cha Red Star Belgrade ya kule Serbia, baadaye akarudi Afrika kwenye kikosi cha Misri El Makasa ya pale Misri. Na baada ya kutoka Misri akasajiliwa na kikosi cha wananchi Young Africans, na kabla ya kutua kwa wananchi, ilikuwa akihusishwa na klabu nyingi za pale Kenya, kwa sababu walikuwa tayari wameshamwona juu ya ubora wake, lakini akarudia Tanzania na akenda kujiunga kwenye kikosi cha wananchi Young Africans Young Africans na baada ya kutoa hapa msimu wa mwaka elfu mbili, ishirini na moja ishirini na mbili Aucho alikuwa moja ya silaha muhimu kwa wananchi kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League wakiwa unbeaten. Unbeaten. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba Khalid Aucho amewahi kubeba ubingwa kutoka katika ligi mbili tofauti bila kupoteza mchezo wowote. Hii ni rekodi ambayo ipo kwa Khalid Aucho na hakuna nyota mwingine yoyote ambaye amewahi kufanya hivi, kwa nyota wanaocheza soka ndani ya ligi kuu ya Tanzania bara kwa wakati huu. So Khalid Aucho anashikilia hii rekodi ya kuwa unbeaten kubeba ubingwa katika ligi mbili tofauti ligi kuu ya Kenya mwaka elfu mbili kumi na tano na ligi kuu ya Tanzania bara mwaka elfu mbili ishirini na moja ishirini na mbili bila kupoteza mchezo wote. hapa akiwa na Kogalo Gor Mahia na hapa akiwa na wananchi Young Africans. Sasa baada ya hapo ndio huyu Khalid Aucho ambaye tunamuona mpaka leo na msimu huu wa elfu mbili ishirini na mbili kwa maana ya mwaka elfu mbili ishirini na mbili Khalid Aucho alishinda tuzo ya mchezaji bora wa Uganda. Hii tuzo ni ile ya ujumla mchezaji bora wa kiganda kwa ujumla wake, yes. Sasa huyu ndio Khalid Aucho. Jinja ama Estro ni jina ambalo limetoka hapa hapa Tanzania, lakini jina jingine anaitwa the tank kutoka kule Kenya, lakini pia anafahamika kwa jina la Dokta. Huyu ndio Khalid Aucho na huu ndo wasifu wake kwa ufupi sasa Ndo kwa hiki ambacho umekiona, tunakwenda kumwangalia na Fabrice Luamba Ngoma yes. no. na sasa tunakwenda kumwangalia Fabrice Luamba Ngoma yes Fabrice, Fabrice Ngoma. Hiki ni kifupi hii ngoma ni kifupi lakini jina lake ni Fabrice Luamba Ngoma sasa. Uh, Fabrice Ngoma huyu ni kiungo raia wa DRC anatokea Kinshasa. Kinshasa ndo mji mkuu wa taifa hili la DRC, na alipita kwenye klabu mbalimbali ndogo ndogo za pale pale Kinshasa kama vile Shark 11 lakini timu ambayo ilienda kumgroom ilimnyanyua zaidi Uh, kwa maana ya uh, ilim, ilimchukua akiwa kijana yaani akiwa mdogo lakini bado ikambadilisha zaidi na kuwa uh, product ambayo inaweza kucheza kwenye ushindani. Ilikuwa ni MK, MK, and shade. And shade. Hii timu inapatikana Kinshasa na hii imegroom wachezaji wengi kutoka ndani ya, ya, ya, ya DRC miongoni mwao ni Chancel Mbemba. Uh, tunafahamu huyu mlinzi ambaye pia ndo nahodha wa kikosi cha Leopard timu ya taifa ya DRC Shanson member, ni product ya, ya, ya, ya hii timu. Baada ya hapo alicheza hapa mpaka uh, baadaye mwaka elfu mbili kumi na saba akaenda kujiunga na kikosi cha Ifeanyi Uba Ifeanyi Uba ya kule Nigeria, na kuna watu wanashangaa kumwona Fabrice Ngoma anazungumza Kiingereza of course akiwa Nigeria, hakukaa muda mrefu, lakini alijifunza Kiingereza akiwa Nigeria. Fabrice Ngoma anatokea Kinshasa na Kinshasa ndio jiji ambalo linaongoza duniani kwa matumizi ya lugha ya Kifaransa kuliko maeneo mengine yoyote, maanake hata Ufaransa wenyewe hakuna mji ambao unauzidi Kinshasa kwa matumizi ya lugha ya Kifaransa. Kwa hiyo kukuta mtu anatoka Kinshasa akazungumza lugha ya Kifaransa aise una bahati kwelikweli kumkuta mtu namna hiyo, lakini hawakitumii kabisa uh, lugha ya, ya, ya, ya, ya Kiingereza ama English. Sasa uh, huyu alijifunza Kiingereza akiwa na uba ya kule Nigeria. Baada ya hapo, mwaka huo 2017 elfu mbili kumi na saba akarudi nyumbani, akaenda kujiunga na kikosi cha Vita Club. Sasa alipojiunga na kikosi cha Vita uh, hapa ndo alionesha zaidi kwa wakati huo, hiyo unazungumzia miaka ya elfu mbili kumi na saba mpaka elfu mbili kumi na tisa. Hapa Fabrice Ngoma ndani ya DRC ilikuwa ni one of the top midfielders ndani ya taifa la DRC akiwa na kikosi cha Vita Club. Kwa hiyo Ngoma, Vita Club ndo timu ambayo imemtambulisha kwa ukubwa zaidi, ndio timu ambayo alicheza kwenye kiwango kikubwa zaidi ndani ya Vita Club mwaka elfu mbili kumi na saba mpaka elfu mbili kumi na nane na akiwa hapa ndipo alipocheza fainali fainali ya CAF Confederation Cup. Ilikuwa mwaka elfu mbili kumi na tisa, wakapoteza dhidi ya Raja Casablanca. Yes, baada ya kupoteza mchezo huu, msimu uliofuata Raja wakamchukua Fabrice Ngoma na akaingia kwa miamba hiyo kutoka kule Moroko alipojiunga na Raja alipojiunga na Raja Casablanca, alifanikiwa kubeba ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika CAF CC, msimu mwaka elfu mbili ishirini ishirini na moja chini ya Juan Carlos Garrido. Sasa anabeba ubingwa hapa mwaka elfu mbili ishirini ishirini na moja ubingwa wa CAF kombe la shirikisho. Ikumbukwe mwaka elfu mbili kumi na sita alikuwa kwenye kikosi cha ufe yani uba. Sasa mwaka elfu mbili kumi na sita, DRC, timu ya taifa ya DRC ilibeba ubingwa wa CHAN iliyofanyika hapa Rwanda. Ilikuwa mwaka elfu mbili kumi na sita fainali, DRC ikimfunga Mali na kufanikiwa kubeba ubingwa. Ilikuwa ni Mali hii ya kina jigi jiara, lakini uh, CHAN hii uh, Fabrice Ngoma hakuwepo kwenye kikosi kwa sababu alikuwa bado ni mdogo, uh, kwenye kikosi cha intesheit na sio ufe yani uba alikuwa kwenye kikosi cha elfu mbili na kumi na sita hawa wanafanya wonders yeye alikuwa yuko hapa sasa tunamfananisha huyu na na na, na uh, Khalid Aucho wakati yeye yupo kwenye hii klabu ambayo ndio inam, inamtengeneza inamgroom Khalid Aucho mwaka elfu mbili kumi na sita ameshatoka kwenye kikosi cha Gor yuko Afrika Kusini kwenye timu ya Baroka wakati huo tayari hiyo elfu mbili kumi na sita alikuwa the best midfielder wa ligi kuu ya Kenya na akenda Baroka ya Afrika Kusini, kwa hiyo ndio maana nikasema mwanzoni, awali kabisa kwamba Fabrice Ngoma na Aucho, Aucho alitangulia kuwa star kabla ya Fabrice Ngoma. Sasa Ngoma uh, kwa kuwa alikosa hii, alifanikiwa kubeba ubingwa wa kombe la shirikisho hapa uh, mwaka elfu mbili ishirini elfu mbili na ishirini na moja. Uh, baada ya hapo akaenda Al-Fahil ya kule Kuwait, mambo hayakuwa mazuri sana, akarudi Afrika kwenye kikosi cha Al-Hilal ya Sudan. Simba walimpataje? Uh, Hilal ya Sudani wakati ule iko Sudani kule, kule na tunafahamu Sudani kwa wakati ule usalama ulikuwa ni mdogo sana, so uh, uh, wachezaji wengi kutoka kwenye kikosi kile cha Hilal walikuwa wanaondoka kwenda katika maeneo mbalimbali na miongoni mwao ni pamoja na Fabrice Ngoma na yeye alivunja mkataba wake na kikosi cha Hilal na Simba wakenda kumchukua hatimaye tunamwona kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Fabrice Luamba Ngoma, one of the best midfielders ingawaje achezi kwenye dimba la chini wakati huko Vita Club kwenye dimba la chini alikuwa anacheza Nelson Munganga, huyu kiungwa ambaye kwa sasa nakipiga kwenye klabu ya Tabora United, na wakati amekwenda kwenye kikosi cha Raja alikuwa anacheza Walid El Karti pamoja na Omar Arjun katika double pivot ya pale chini, yeye alikuwa anacheza juu yao. Huyo ndo Fabrice Luamba Ngoma. Sasa kuna watu wanafikiria kwamba labda Ngoma ni namba sita? Hapana, namba sita alikuja kutumikia akiwa kwenye kikosi cha Simba alivyosajiliwa. Na baada ya hapo unaona, Fadlu Davids, baada ya kuichukua timu, akaamua kumbadilisha role Ngoma. Kagoma anacheza nambari sita. Ngoma anacheza nambari nane na anaenjoi kwelikweli kucheza katika hilo eneo. So uh, hii ni ya jumla uh, kwa maana ya nyota hawa wawili na wasifu wao na kile ambacho wamekionyesha, lakini tunakwenda kuangalia sasa mafanikio ambayo aliyapata ni yapi, mafanikio kila mmoja na yake uh, mafanikio makubwa ambayo aliyapata Aucho, mafanikio makubwa kwanza ni kubeba ni kube, kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu wa elfu mbili ishirini na mbili ishirini na mbili ishirini na tatu Alicheza fainali ya kombe la shirikisho akiwa na Yanga, kwa hiyo ni CAF CC runners up alimaliza nafasi ya pili dhidi ya USM Algeria. Mafanikio ya pili kwa Khalid Aucho ni kumaliza unbeaten, unbeaten, katika ligi mbili tofauti, ligi ya Kenya KPL na ligi ya Tanzania kwa maana ya NBC Premier League. Hivyo Khalid Aucho ndo mchezaji pekee ndani ya ligi kuu ya, ya, ya NBC ya Tanzania bara ambaye amebeba ubingwa wa ligi kuu unbeaten katika nchi mbili tofauti. Ni Khalid Aucho mwaka 2015 akiwa na kikosi cha Gor Mahia ya Kogalo, mwaka 2021 2022 mbili akiwa na wananchi Young Africans, na ya tatu ni kuwa best player wa Uganda, yani MVP. MVP wa Uganda msimu mwaka 2022 mbili, mchezaji bora wa taifa lake mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Kwa hiyo haya ni mafanikio ambayo ameyapata na jengine, ingawaje sio kwa muhimu, unaweza kusema labda alicheza Europe, alicheza kandanda Europe kwenye kikosi cha red star. Red star Belgrade ni miongoni mwa timu kubwa katika nchi ya Serbia. So huyu ni Khalid Aucho. Sasa kwa upande wa Fabrice Ngoma mwenyewe mafanikio makubwa ambayo ameyavuna ni kubeba ubingwa wa KAFU CC yani CAF Confederation Cup msimu mwaka elfu mbili ishirini ishirini na moja akiwa na kikosi cha Raja Casablanca. Mafanikio mengine ni kushinda medali CAF CC second besti mwaka elfu mbili kumi na tisa akiwa na Vita Club. Na hii ndio inafanana na hii hapa ya Khalid Aucho. Mbali na hapo ni nyota ambaye of course hajacheza uh, Europe kama ilivyo kwa Khalid Aucho, lakini ana mafanikio makubwa kwa maana ya trophy, when it comes to anakuja kukagua trophy, nani kabeba tuzo, basi Fabrice Ngoma alibeba tuzo ya CAF, na hiyo maanisha hapa Fabrice Ngoma alibeba ubingwa wa CAF Confederation Cup. Nadhani hili ndo sehemu ambayo Fabrice Ngoma uh, amefanikiwa ame zaidi kulinganisha na mafanikio ambayo amepata Aucho katika wasifu wake, lakini wote hawa ni top midfielders ni viungo bora ambao wamekuja kuibariki ligi yetu ya NBC, mmoja akiwa na Simba mmoja akiwa na Young Africans. Sasa kwa mujibu wa wasifu wao ambao tumeuzungumza tangu awali mpaka kuja kuangalia mafanikio yao ambao wameyapata mmoja mmoja, kwako wewe sasa, unaona nani ni bora kwa maana ya wasifu wao? Sijataka kuzungumzia kiuchezaji kwa sababu kiuchezaji kila mmoja ameshawaona kwa daraja la kutosha, lakini nimejaribu kupitisha historia ya walipotoka. Pengine kuna baadhi ya watu hawafahamu hawa nyota wametoka katika mazingira gani. Kwa kuzingatia hayo yote, kwako wewe, who is the best between Aucho na Fabrice Luamba Ngoma? Dondosha komenti yako hapo chini uniambie, yupi unamhusudu zaidi, bila kuzingatia utimu. Yes, hii ni Mzinga Sports, nami ni gari Mzinga